Ha, habari za wakati huu naitwa naitwa Edi. Uh, karibuni sana katika channel hii ya Edi Tiba Mbadala TZ. Humu ndani utajifunza vitu mbalimbali kuhusiana na masuala ya mbali kiafya. Utajifunza maradhi mbalimbali ambayo labda wewe unayo, una pressure na kisukari, matatizo ya moyo, kuweza kupata suluhisho ya maradhi hayo. Humu ndani takuwa ujifunza ndani kwa hiyo endelea kufuatilia chaneli hii, lakini usisahau kusubscribe, lakini pia usisahau kushare kwa wenye video kwa watu mbalimbali ambao wangependa wewe kuwasaidia uweze kuwasaidia kudongana na changamoto hiyo. Moja kwa moja, leo nizungumzie kusana na watu wenye matatizo ya pressure na kisukari. Umeangaika na tatizo hili kwa muda mrefu, umetumia madawa mbalimbali, umeweza kutumia dawa mbalimbali mbali za kutibu tatizo hili kwa muda mrefu, lakini unaona bado hujapata suluhisho la kutosha. Je, ni kitu gani, we kitu gani uweze kufanya ili kuondokana? Taio kitu ambacho kitakusaidia wewe e ondokana na ondokana na ulaji wa vyakula ya sukari vyakula vya sukari vya vya si salama kwako kwa. Usipende kutumia vyakula vya vya sukari na vyakula vya wanga kwa, ukitaka kuepuka haya maradhi. Vyakula vya vya sukari usitumie, vyakula vya wanga usitumie. Hii itakusaidia sana kuweza kuondokana na maradhi haya. Vyakula vya vya sukari, vyakula vya wanga, weka nguvu yako kubwa kwenye vyakula vya vya protini, weka nguvu yako kubwa lakini unaweza mwingine akasema, ah, sasa sukari, je, asali, juisi ya matunda, hiyo ninyini pia ni sukari. Kwa sababu, kwa sababu mili yetu sisi haiwezi kutambua kwamba hii sukari imetoka kwenye ya kiwandani, hii sukari imetoka kwenye matunda. Hapana, sukari ni sukari tu, yani nikiingia ndani ya mwili, kama unavyosikia ule utamu wenye sukari kwenye chai, unaposikia utamu kwenye asali, utamu, kwenye utamu wenye matunda na ni vilevile. Kwa hiyo hata hivi vitu usitumie, lakini kuna yale matunda ambayo yatakuwa ni, ni, ma, ni mazuri zaidi e kutumia. Sasa haya nitaeleza kwenye video inayofuata matunda yapi ambayo ni mazuri na salama kwa kuweza kuyatumia ili shida yoyote. Sasa kwa hapo nishie hapo, kwa hiyo Wekeza muda wako mkubwa kula vyakula vya protini. Pendea ulaji wa nyama kwa wingi, samaki, dagaa. Supu ya dagaa ni nzuri sana. Pendea ulaji wa mayai, pendea ulaji wa maharage. Lakini pia kuna nitakuja kufundisha kitu kingine. Je, ni vyakula vipi ambavyo vya wanga unaweza ukavitumia ambavyo vina wanga kidogo, vinaweza kukusaidia pia? Nitakuja pia na vnyee koo asanteni. Endelea kusubscribe chaneli hii, lakini pia endelea kubonyeza alama ya kengele, endelea kuendelea ku comment heta. Uh, kama una swali uliza hapo, nitakujibu moja kwa moja, utajikuta umekaa vizuri kabisa. Kama una changamoto hii za presha, kisukari, matozo ya moyo, nguvu za kiume, itakusaidia sana. Karibuni sana.